Naitwa Rehema. Lakini jina hilo halijawahi kuitwa kwa heshima tangu nilipoanza maisha yangu ya kazi za ndani. Nilianza kazi nikiwa na miaka kumi na sita. Nilijua nataka tu kusaidia familia. Sikutegemea kuwa nitapoteza utu wangu. Nilikuja mjini kwa magari matatu. Safari yangu kutoka kijijini haikuwa na matumaini, lakini nilikuwa na ndoto. Nilijua kazi hii itanisaidia kusomesha wadogo zangu. Nilipofika nilikutana na mama mmoja. Alivaa vizuri sana, alitabasamu. Akasema, "Usijali Rehema, huku utakuwa kama mtoto wangu." Na kwa siku ya kwanza niliamini, nilidhani kweli nimepata mama wa pili. Lakini baada ya wiki moja, sura yake ilibadilika. Tabasamu likatoweka. Kilichobaki ni maneno makali, matusi na kazi isiyoisha. Aliniamsha saa kumi alfajiri kila siku. Nikifagia, nipike, nisafishe, nifue, nipakue, nilete maji, lakini sipati kula. Alikuwa akisema, kama si sisi ungekufa na njaa huko kwenu. Fanya kazi, acha kujifanya malkia. Nilikuwa na lia kimya kimya, nililala jikoni, niliota usingizi wa njaa. Lakini niliendelea kwa sababu nilikuwa na ahadi kwa mama yangu, nitakuwa msaada wa familia. Mama Siku moja niliumwa, mwili ulikataa kuamka, nilishindwa hata kushika sufuria. Mama mwenye nyumba alinichapa na kuniambia, huku hakuna wagonjwa, kama huna nguvu rudi kwenu. Lakini nilikuwa na siri. Mtoto wa hiyo familia aitwaye Jaden alikuwa tofauti, aliniona kama dada. Aliniuliza siku moja, Rehema, kwa nini mama anakuchukia? Sikumjibu, nilimtazama tu macho yangu yalikuwa yamechoka kusema, lakini Jaden ndiye aliyegundua ukweli. Siku moja aliwasha simu yake bila mama kujua, akanirekodi nikifanyishwa kazi saa saba usiku, akatuma kwa shangazi yake. Hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Lakini kabla sijafurahia, kilichonifuata kilikuwa kikubwa zaidi. Siku hiyo Jaden alinitetea, niliamini kila kitu kimebadilika, lakini nilisahau Nyumba ya kifahari haina maana kama roho ya mwenye nyumba ni maskini wa huruma. Shangazi wa Jaden alikuja ghafla, aliniita kando akanishika mkono akasema, Rehema, wewe si msichana wa kawaida, lakini si kila mtu anafurahia kuona mwanga ndani ya giza lake. Nikamwangalia tu, hakuhitaji kusema mengi, tayari nilielewa. Mama mwenye nyumba alikuwa ameanza kuona wivu wivu wa upendo wa mwanawe kwa mtu aliyeonekana mtumwa wa kazi. Usiku huo nilisikia mlango ukifunguliwa kwa nguvu. Mama mwenye nyumba akasema kwa sauti ya juu, nimevumilia sana. Nani anakupa ujasiri wa kusababisha mwana wangu anikatae? Wewe ni nani Rehema? Nilikaa kimya, lakini Jaden alikuja mbio kutoka chumbani. Mama, usimseme vibaya Rehema, ametufundisha huruma ametufundisha upendo, wewe hukufanya hivyo. Mama alinyamaza, lakini ghadhabu zake ziliongea kwa macho. Siku hiyo aliniambia, kesho asubuhi utakuwa umetoka kwenye hii nyumba, hata kama polisi watakuja nitasema uliiba. Sikujua niende wapi. Nilikaa chumbani nikilia kimya, machozi ya msichana asiye na pakwenda kwenda wala mtu wa kumwambia karibu. Nilijiambia labda kufa ni afadhali, lakini nikakumbuka maneno ya mama yangu, ukiteseka kwa haki Mungu hushuka usiku kukukumbatia. Kesho yake kabla sijafungasha mizigo, mlango ukagongwa. Polisi walifika, si kwa sababu ya wizi. Walikuja kwa sababu ya ukatili. Shangazi wa Jaiden ndiye aliwaita. Alikuwa amerekodi kipande cha mazungumzo ya jana usiku. Ukweli ulianza kufunguka. Lakini bado nilihisi hofu. Sikujua polisi walitaka kunisaidia au kunihukumu. Nilitetemeka, nikashindwa hata kuongea. Mmoja wao alinichukua mkono, akanikalia kando, akasema: Rehema, dunia huwa haina huruma kwa watu wanyonge, lakini leo sisi tuko upande wako. Rehema aliponea mara ya pili, lakini sasa maisha yanampa nafasi mpya. Je, ataweza kuanza upya? Na nini kinafichwa kwenye familia hiyo ambacho hata Jaden hajui? Niliondoka kwenye nyumba ile nikiwa na mfuko mmoja, nikiwa sijui ni wapi maisha yataanzia tena. Lakini kwa mara ya kwanza, nilitembea bila matusi masikioni. Ilikuwa tofauti, ilikuwa huru lakini ya kutisha. Polisi walinifikisha kwenye kituo cha msaada wa wasichana. Mahali ambapo nilihisi si mtu wa kazi, nilihisi ni mtu wa maana. Walinipa chumba cha watu wanne, kitanda cha juu, blanketi la kijani kibichi na maji ya moto jioni. Nilijua siyo maisha ya kifahari, lakini ilikuwa ya heshima. Mimi na wasichana wengine tulianza kusimulia maisha yetu. Wengine walipitia ubakaji, wengine walitupwa na familia, wengine hawajui hata miaka yao. Siku moja nikaambiwa kuna mtu anataka kuongea na mimi. Nikashuka ofisini, nilimkuta Jayden na shangazi yake. Alinikumbatia akasema, Rehema, nilijua hujafanya kosa, lakini nilitamani ningekuwa mkubwa ni kukimbize mwenyewe kutoka pale. Jaden aliniambia jambo moja lililobadilisha kila kitu: nimefungua channel ya YouTube, nataka kila mtu asikie stori yako, sitaki ukimya huu uendelee. Nilitetemeka nikamuuliza, nani atataka kusikiliza msichana wa kazi? Akasema, watu hawajui kuwa watumwa wa leo wanavaa kiraya. Na wewe si mtumwa Rehema. Wewe ni sauti ya wengi. Tulianza kurekodi kwa simu ya kawaida chumbani. Nilieleza maisha yangu kwa machozi, lakini nikasema kila neno. Niliweka wazi, sio kwa kulalamika bali kwa kusema niliishi bila utu, lakini sasa najijua. Baada ya siku saba, video ya Rehema ikavuma maelfu waka comment wengine, wakasema niliwahi kuwa kama wewe, umenigusa nimepata nguvu, umenikumbusha dada yangu aliyepotea. Lakini mafanikio hayo yalimpeleka mbali zaidi. Kuna mtu ambaye hakutaka hii sauti isikike. Mara ya mwisho nilisikia jina lake nilikuwa najificha jikoni, lakini sasa jina lake liliandikwa kwenye comments yule mama aliyemnyanyasa Rehema anajulikana. Baada ya video ile kusambaa, nilianza kupokea ujumbe mwingi. Wengine walishukuru, wengine waliniombea, lakini siku moja nilifungua DM ya Instagram. Ilisema, "Unajua kuchezea moto utateketea. Jiandae. Nilitetemeka. Ilikuwa akaunti ya bandia, lakini maneno hayo yalikuwa kama sauti ya mtu niliyemjua. Shangazi wa Jaden alinisisitizia nitulie. Rehema unapokuwa taa kwa wengine utavutia nzi. Lakini taa inaendelea kuwaka. Tulirudi studio ndogo tukarekodi sehemu ya pili ya simulizi yangu. Nilisema kila kitu kwa ujasiri zaidi. Sikuweza kuficha tena. Niliweka hadharani. Mama wa nyumba alininyima hata chakula. Lakini leo ninakula hadithi yangu. Baada ya wiki mbili nilialikwa kwenye kipindi cha runinga. Walisema, tunataka sauti ya wale wasio na sauti. Nilivaa gauni la pili niliyowahi kumiliki. Nilitabasamu, lakini ndani nilikuwa najikaza. Nilipofika, mtangazaji akaniambia, unajua kuna watu wanasema hujasema ukweli. Nikajibu kwa utulivu, nilichosema ni maisha yangu, kama si ukweli wangu basi ni jeraha langu na jeraha haliwezi kuumbwa linaacha kovu. Video ya kipindi ikasambaa zaidi. Na kwa mara ya kwanza, msichana mmoja aliyefanyiwa kama mimi alinitafuta. Akasema, "Rehema, sikuwahi kujua kuwa nina nguvu hadi niliposikia wewe." Lakini usiku wa siku hiyo, mtu asiyejulikana alivunja dirisha la chumba cha Rehema. Alitoroka, lakini ujumbe wake haukuondoka. Funga mdomo. Dunia haiko tayari. Sasa Rehema ana swali moja tu. Anyamaze na aokoe maisha yake. Au azungumze na aokoe maisha ya wengi? Walisema dunia haiko tayari. Lakini sikuwahi kuwaandikia barua kuwanaja. Nilikuja kwa machozi. Na leo, machozi haya yanakuwa chemchemi ya sauti mpya. Nilikaa kimya usiku ule baada ya dirisha kuvunjwa. Niliogopa. Kwa mara nyingine, nilihisi tena yule Rehema wa jikoni. Lakini nilijiuliza kwa miaka ile yote ya mateso, nilikuwa huru kweli, au nilikuwa mfungwa wa hofu? Asubuhi iliyofuata nilienda studio, niliandika barua ya sauti kwa yule mama aliyenilelea kama mjakazi. Nilisema, ulinifundisha ukimya, leo nakufundisha msamaha. Sikuchukii, nilikuona ukiogopa kufunuliwa, lakini sasa naona huruma kwako na kama ulijua au hukujua, uliumiza nafsi yangu, na leo naipa nafsi hiyo kibali cha kupona. Baada ya wiki moja nilipokea ujumbe, simu ya kawaida, lakini maneno yake hayakuwa ya kawaida. Rehema, mimi ni yule mtoto wa mfanyakazi mwingine aliyefukuzwa kwetu miaka iliyopita. Sikuwahi kumsikia mtu akinena ukweli kwa sauti kama yako. Umeniamsha, niko tayari kusema Sauti ya Rehema haikusikika tena kama kilio. Ilikuwa sauti ya maelfu. Walinzi wa haki waliita taasisi za sheria, majadiliano yakaandaliwa, miji mbalimbali ilianza kujadili haki za wafanyakazi wa ndani. Leo hii mimi si Rehema wa jikoni, mimi ni Rehema wa sauti. Nimeanzisha taasisi yangu, Sauti ya Ndani, inayosaidia wasichana waliotupwa majumbani, waliopitia giza bila mlango wa kutoka na kwa kila mmoja aliyeniona sina thamani leo, ninasema mimi si mtumwa. Nilikuwa Rehema wa kazi, sasa ni Rehema wa kazi ya...